Nilisikia maneno mengi sana. Kuna jamaa alikuwa anasema kwamba huwezi ukaenda mbinguni kwa sababu ya dini. Sasa nikavutiwa sana na kile ambacho amekizungumza. Alichosema ni kwamba waliotuletea dini Waarabu na Wazungu, basi kama dini ingekuwa ni chanzo cha kwenda mbinguni, basi wasingetuletea na wangefanya kuwa favor, wangepeana wao kwa wao ili waende mbinguni. Sasa nikaona ni kitu ambacho kina make sense, nikakumbuka pia katika zama za kale kuna Bibilia ambayo ilikuwa ikitumika. Hii ilikuwa ni Bibilia ya Agano la Kale. Sasa katika Bibilia ya Agano la Kale kulikuwa kuna sheria ngumu nyingi sana ambazo zilikuwa zinamuumiza binadamu, lakini zilikuwa zina mafunzo makubwa sana kwa binadamu na binadamu walikuwa wamenyoka sana. Anyway, leo nakuletea sheria kumi za kutisha ambazo zimetajwa na kuandikwa katika Bibilia ya Agano la Kale. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Ungana nami leo niambie, ni, ni sheria gani ngumu ambayo wewe hakika ni lazima ingekupata. Nambari moja ni kuua kwa mwana mpotevu. Katika hii sheria, mtoto ambaye ni mkaidi asiemti ama asiyewatii wazazi wake anaweza kuletwa mbele ya wazee wa mji, anapigwa mawe hadi kufa. Hii ni sheria ambayo imeandikwa katika Kumbukumbu la Torati 21, 18, 20. Na moja. Sasa katika ufafanuzi kwenye sheria hii ni kwamba hii ni sheria ambayo inatisha sana kwa sababu inaonyesha kiwango kikali cha adhabu kwa mtoto asiye na nidhamu kwa wazazi wake. Inasisitiza juu ya heshima kwa wazazi, lakini kwa jicho la sasa tunaweza tukasema ni kama kuua kwa mawe kijana ambaye ana ukaidi ama ni kijana ambaye hana heshima kwa wazazi wake. Lengo lilikuwa ni kuzuia uasi na kuonyesha umuhimu wa nidhamu katika jamii ya Kiyahudi. Sasa endapo kuwa kijana mdogo utajifanya ni jeuri, basi wanakuita mbele ya wazee, mzee utagongwa mawe hadi unakata moto. Sheria ya pili ilikuwa ni mwanamke aliyeolewa kupigwa mawe kama sibikira. Hii ipo katika Kumbukumbu 22:13-21, hii ilikuwa ni sheria ambayo inazungumzia ikiwa mwanaume anaoa mwanamke na akagundua kwamba huyu mwanamke si bikira, basi mwanamke huyo atatolewa nje na atapigwa mawe hadi afe. Je, sheria hii wangapi ingewakosa? Sasa hii ni moja kati ya sheria za kikatili sana kwa wanawake kipindi hicho katika agano la kale. Endapokuwa mwanamke ataolewa na mwanaume akagundua kwamba mke wake sio bikira, basi atatolewa nje, atakula kipondo hadi afe. Sasa hii ni sheria kwa leo, nadhani watu wengi sana wangekuwa wamepigwa mawe, wameuawa. Je, kama ni wewe ungenusurika katika hii sheria? Anyway, adhabu ya tatu ilikuwa ni adhabu kwa wachawi. Hii imeandikwa katika kitabu cha Kutoka 22:18. Hii ni sheria ambayo inazungumzia kwamba usimwache mwanamke mchawi akaishi. Hii ni moja kati ya sheria zilizowafanya watu wengi kuuawa kwa tuhuma za uchawi kipindi hicho. Ni sheria ambayo inatisha sana, kwa kuwa mara nyingi haukuwepo ushahidi wa kutosha hadi pale ambapo mtu anauawa. Katika jamii za kale uchawi ulihusishwa na uasi dhidi ya Mwenyezi Mungu, hivyo hukumu ya kifo ilionekana ni sahihi kabisa, lakini leo inaonekana kuwa ni ukatili na sio haki, mchawi kuwawa? Je, yes. sasa hivi hii sheria ikitumika, unadhani ni wangapi watanusurika? Sheria ya nne ilikuwa ni kuitwa laana na mzazi, ilikuwa ni dhambi ya kifo. Hii ipo pia katika kitabu cha Kutoka 21:17. Sheria hii inazungumzia kwamba yeyote atakayemlaani baba au mama yake atauawa. Ambapo ufafanuzi wa sheria hii endapokuwa mtoto atamtamkia maneno mabaya mama yake ama baba yake atahesabiwa kwamba huyu amefanya kosa ambalo adhabu yake ni kifo, ingawa heshima kwa wazazi ni muhimu sana. Kwa hiyo kipindi hicho endapokuwa vijana ambao wanatoa maneno mabaya ama wanawazungumzia vibaya wazazi wao, basi sheria ilikuwa ni kifo. Sheria hii ilikusudia kuzuia uvunjaji wa maadili katika familia, lakini kwa namna ambayo inaogopesha sana. Kwa hiyo kipindi hicho watoto walikuwa hawawezi kuwazungumzia vibaya wazazi wao. Ukimzungumzia vibaya mzazi, ukithibitishwa, basi wewe adhabu yako ilikuwa ni kifo. Lakini pia sheria ya tano ambayo ilikuwa ni sheria ngumu ilikuwa kukata mkono wa mwanamke aliyemsaidia mumewe katika mapigano. Hii sheria inapatikana katika kitabu cha Kumbukumbu 25:11-12. Hii ni sheria ambayo inazungumzia mwanamke akimsaidia mume wake kwa kumshika mwanaume mwingine sehemu za siri wakati wa ugomvi, mkono wake ukatwe. Sheria hii ilionekana ni sheria ya ajabu sana na ni sheria ya kutisha. Endapo kuwa labda mimi na mke wangu, alafu mimi napigana na mtu, mke wangu akaja kunisaidia mimi akaenda kumshika e, nyeti yule mwanaume mwingine ambaye anapigana naye, basi adhabu yake ilikuwa ni kukatwa mkono. Hukumu ya kukatwa mkono ilikuwa ni hukumu kali mno kwa tendo ambalo linaweza kutafsiriwa kama kujitetea ama kusaidia. Sasa hii ni moja kati ya sheria ngumu sana ambayo ilikuwa inawaumiza ina sana wanawake kipindi hicho na ambayo imeandikwa katika Biblia takatifu ya Kikristo katika Agano la Kale. Nambari sita ilikuwa ni kuwaua watu wanaofanya wana uasherati wa katika ndoa hii ipo katika kitabu cha mambo ya Walawi 20:10. Sheria hii, sheria hii ilikuwa inamtaka mwanaume atakayelala na mke wa mtu mwingine atauawa, pamoja na mwanamke huyo ambaye amelala naye. Ufafanuzi wa sheria hii ni kwamba zinaa ilikuwa ni dhambi ya kifo kipindi hicho. Sheria hii ilikuwa ni sheria ya kutisha kwa sababu ya ukali wake, ingawa ililenga kulinda ndoa na usafi katika jamii. Ni tofauti na siku hizi ambapo zinaa inaadhibiwa kwa njia za kijamii ama za kisheria, si kwa adhabu ya mauti kama zamani ambavyo ilikuwa. Kwa hiyo kama tungekuwa tunatumia agano la kale hadi leo hii, tungekuwa tumenyooshwa, tungenyoka, tungekuwa kwenye mstari. Nambari saba ni kuwaua wanaume wanaolala pamoja, yaani ushoga, katika agano la Kale. Kitu ambacho nakipenda sana ni hichi hapa. Kama wewe ni shoga nichukie tu, lakini mimi nachukia sana mashoga. Kwa hiyo hii sheria ni moja kati ya sheria ambayo mimi huwa naiabudu sana. Kama hadi leo ingeingizwa katika agano jipya, nadhani wangekuwa wamefanya jambo jema sana. Katika mambo ya Walawi 20:13 ndo sheria hii imeandikwa. Sheria hii inazungumzia wanaume wawili wanaofanya mapenzi ya jinsia moja watauawa. Na watu wengi wanakuja katika haki ya kuishi, wanatetea kwa vile ambavyo wao wanaona ni sahihi. Na sheria ya nane ilikuwa ni kutoabudu siku ya sabato, ilikuwa ni adhabu ya ya kifo. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 31 14 15 sheria inazungumzia kwamba yeyote atakayefanya kazi siku ya sabato atauawa. Sheria hii inasisitiza utakatifu kwa siku ya Sabato. Kwa Waebrania ilikuwa ishara ya agano lao na Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, kuiangalia leo, adhabu ya kifo kwa kazi za kawaida inaonekana ni kali sana, lakini inatoa picha ni jinsi gani sheria za zamani zilivyolenga utakatifu wa ibada na utii mkamilifu kwa Mwenyezi Mungu. Na sheria ya tisa ilikuwa ni kuwaua watu wa jiji lote la waasi, hii utaipata katika kitabu cha Kumbukumbu 13:12 hadi 16. Sheria hii, ikiwa mji mzima unaabudu miungu mingine tofauti na Mwenyezi Mungu, basi watu wote watauawa, mji utateketezwa kabisa, hakuna hata majivu ambayo yatasaria. Kwa hiyo sheria hii ni sheria ya kutisha kwa sababu inahusisha mauaji ya halaiki ama mauaji ya kimbali, ililenga kuzuia upotovu wa imani na ushawishi wa ibada za miungu ya kigeni na kumkimbia Mwenyezi Mungu kwenda kuabudu ng'ombe, kuabudu nini? Kwa hiyo kipindi hicho endapokuwa utakutwa unaabudu sanamu ama unaabudu kitu ambacho ni tofauti na maagano ya Kibiblia, basi wewe adhabu yako itakuwa ni kifo. Sheria nambari kumi na sheria ya mwisho ni kutoa kafara kwa watoto wa kiume. hii utaipata katika kitabu cha kutoka 22 29 hadi 30 ni kifungu tata. Ni sheria ambayo ilikuwa ya kutatanisha, ni sheria ambayo inazungumzia kwamba utanipa mzaliwa wako wa kwanza. Ingawa si agizo la moja kwa moja la kutoa kafara ya binadamu, tafsiri nyingine kuona kuwa Mungu aliwadai wana wa kwanza, na baadhi ya jamii za Kiyahudi zilielewa vibaya na kutoa sadaka za watoto wao. Kwa hiyo hii ni sheria ambayo kwa kipindi hicho ilieleweka vibaya na watu walikuwa wanatoa sadaka mtoto wa kwanza. Sheria hii ikitizamwa vibaya, inaweza kuhusisha na tendo la kutoa watoto kama kafara, jambo lililokatazwa mahususi katika sehemu nyingine ya mambo ya Walawi 18:21. Ilikuwa ni jambo la kutisha kwa kuwa wazo la kumtoa mtoto kama sadaka linapingana na huruma tunayoijua kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa sheria hizi zilikuwa ni sehemu ya mfumo wa haki wa wakati huo, kipindi ambacho e, zamani watu walikuwa wakiwa na imani kali sana ndani ya Ukristo. Ilikuwa ni sheria ambayo inawataka watu wenye mamlaka ya moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu kumtii Mungu, kumtukuza Mungu na kumnadi Mwenyezi Mungu. Zinapotazamwa leo, sheria hizi zinaonekana ni sheria za kutisha sana kutokana na adhabu kali ambazo zilikuwa zinatolewa kipindi hicho. Sasa hizi ni baadhi ya sheria ngumu sana ambazo zinapatikana katika kitabu cha Agano la Kale. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao unaamini kuwa kuna baadhi ya sheria ngumu za Agano la Kale zingesaidia, niambie hapo chini katika boksi la comment ni sheria gani ambayo unaimani ingekuwepo hadi sasa, basi wote tungekuwa tumenyoka. Karibu sana, mimi naitwa Jimmy Godfrey. Hii ni Bongo Star Media.